Raia wa Afrika Kusini anazuiliwa na maafisa wa usalama kwa tuhuma za kumbaka msichana wa miaka 17 hapa Nairobi. na Bradley Zwane mwenye umri wa miaka 26 anadaiwa kumshawishi msichana huyo kwenye mtandao wa mahusiano kabla ya kumtendea kitendo hicho. na mshukiwa pia akichunguzwa kwa kupatikana na hatia kadhaa za usafiri zenye majina tofauti. Ode Francis ana taarifa hii kwa kina. I'm, I'm gonna, I'm gonna make it. Msichana huyo wa miaka 17 kutoka mtaa wa Mabanda wa Kibra alikutana na mshukiwa Bradley Zwane kwenye mtandao wa mahusiano wa Tinder. Alianza mazungumzo na Bradley baada ya ushawishi wa rafikie shuleni. Baada ya muda mchache, binti huyu alipotea nyumbani asijulikane aliko, jambo ambalo lililipa wasiwasi familia yake, ambayo iliripoti katika kituo cha polisi cha Kibra. Nili, nilisema mtoto wangu amekidnapiwa, amepelekwa wapi, ameuliwa siku la hmm, siku si la sasa by, by five that, nilikuwa shule. Nilianzia hapo, mwalimu kaniambia mtoto alitoka shule vizuri, rafiki yake huyo, rafiki yake tumempata shule, sasa ndio ikawa police case sasa, tukaanzia hapo. Uchunguzi wa maafisa wa polisi ulipelekea kukamatwa kwa mshukiwa katika hoteli moja hapa Nairobi ambapo mshukiwa alipatikana na hati tano mpya za usafiri za Kenya zinazomilikiwa na watu tofauti. Kwa sasa mshukiwa yuko chini ya ulinzi katika kituo cha polisi cha Kibra, huku uchunguzi ukiendelea, familia ya msichana ikitumai kuwa haki itapatikana, huku mshukiwa akisalia korokoroni katika kituo hiki cha polisi cha Kibra. Simu zote mbili ambazo zilitumika kwa mawasiliano zimechukuliwa kwa uchunguzi wa kisayansi. Ode Francis, runinga ya Citizen, Kibra hapa Nairobi.